Naitwa Dr. Damaki mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili. Song'wa Traditional Clinic, tuna dawa nyingi sana ambazo zinatibu matatizo kupona kabisa. Tunatoa tiba na sio supplement. Sisi tutoe virutubisho, sisi tunatoa dawa ambazo zinatibu tatizo kupona, na si kutuliza tatizo. Kuna watu wamekuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, hali chakula kula siyo kila, kidogo tumbo inajaa, lina unguruma, kila kitu kidogo, akipata kitu kustusha na run toilet. Kwa hiyo kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, na unapokaa na vidonda vya tumbo vinaweza vikakusababishia wewe uric acid inayozalishwa kwa wingi inapanda kwenye koo, inakuja kuunguza koo. Ikishaunguza kwenye koo inatengeneza tezi fulani, ambazo hizo tezi ukiziacha zikaentaa <coughs> kitu kitoke hizo tezi, zikiendelea kukaa zinaweza zikasababisha ukapata shida ya saratani ya koo, na saratani ya koo inajitokeza kutokana na zile zile tezi ambazo zimebadilisha uhalisia wa ile ngozi iliyokuwa pale kwenye koo. Kwa maana yake chembechembe hai za eneo lile zinabadilika na kuanza kuzaliana nje ya utaratibu. Kwa hiyo kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, tumia dawa yetu Magina ambayo inatibu tatizo hilo kupona kabisa, lakini Samba pengine umekaa taaa, vidonda vya tumbo urikasi imeshaunguza, umeshapata tezi na hizo tezi za koo ni hizo, mwisho wa siku zimekupelekea pengine umepata saratani ya koo. Tuko na dawa yetu inaitwa mchosibi plus, ambayo dawa yetu mchosibi plus inatibu tatizo la saratani yako na saratani ya aina yoyote iwe ya ziwa iwe ya damu iwe saratani ya uvimbe wa aina yoyote, kwa sababu hii inaenda kubadilisha zile chembechembe hai za mwili wako zirudi kwenye hali ya kawaida. Saratani ni mabadiliko ya chembechembe hai za mwili kuzaliana nje ya utaratibu. Sasa dawa yetu ile kuziulisha mfumo zile chembechembe hai za mwili zirudi kwenye hali yake ya kawaida. Utatumia dawa yetu ya Mchosibi Plus kama una changamoto ya saratani ya aina yoyote. Lakini pengine umekuwa na changamoto ya homa ya ini, hepatitis B, tuko na dawa yetu Magida ambayo inatibu tatizo la homa ya ini kupona kabisa. Lakini yawezekana umekuwa na changamoto ya maumivu ya viungo, ute umeisha kwenye joints, kiasi kwamba ukitaka ukita, ukita, kukaa au auucumaa maumivu makali kujikunja hamna, viungo vimekakamaa. Au wakati mwingine unasikia umefikia hatua mpaka mifupa imesagika imetoka hata vinundu vinundu baadhi ya joints zako, tukushauri, tuko na dawa yetu inaitwa Mbogo ambayo inarudisha ute, lakini tuna dawa inaitwa Mbogo plus ambayo yenyewe inarudisha ute na kurudisha shape ya mfupa ambao tayari pengine umesagika, hizo kwenye pingili za mti wa mgongo au kwenye magoti au kwenye nyonga zimesagika Ukitumia dawa yetu ya mbogo plus ama mbogo, utaweza kuondokana na changamoto hiyo. Yawezekana wewe umekuwa na changamoto ya ugonjwa wa bawasiri. Bawasiri ni ile hali ya mishipa ya haja kubwa ya ndani midogo kupasuka. Inapopasuka inasababisha ugonjwa wa bawasiri, na bawasiri ziko za aina mbili. Kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Bawasiri ya ndani ni ile ambayo unapojisaidia kile kinatoka, kina kinyama kinatoka, ukimaliza kinarudi chenyewe, ama unajisaidia kinyama kinatoka, mwisho wa siku unakirudisha mwenyewe kwa kidole, au unajisaidia ukishamaliza, umejisafisha karudi pako na chali, ndio kinaweza kurudi hii ni bawasiri ya ndani, lakini bawasiri ya nje ni ile kinyama au kiuvimbe kinaota kwenye mzunguko wa haja kubwa, inaweza kuwa ni kimoja, viwili ama vitatu. Vyote hivi vikitoka nje ya mzunguko wa haja kubwa, tunasema ni bawasiri ya nje. Kao unaezokaa na bawasiri ya ndani au ya nje e, bawasiri hii unaweza ukaipata kutokana na kukaa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa muda mrefu. Unapokuwa vidonda vya tumbo, uricast inakuwa nyingi, mmeng'enyo wa chakula unakuwa uko vizuri, choki inakuwa kigumu, ambazo kapelekea mishipa ya damu kubwa ya ndani kupasuka. Lakini pia kukaa eneo moja muda mrefu, inaweza kapelekea mishipa ya damu kubwa ya ndani kupasuka na hata kupelekea ugonjwa huu wa bawasiri. Lakini kufanya mapenzi kinyume na maumbile, inaweza kawapelekea ukapata changamoto hii ya ugonjwa wa bawasiri. Tuna dawa yetu Ngumbo ambayo inatibu changamoto moto hiyo kupona kabisa, lakini kama ugonjwa umekaa muda mrefu umekuwa chronic, tuko na dawa inaitwa ngumbo extra, ambayo yenye lengo ya juu zaidi ambayo pia inatibu changamoto hiyo kupona moja kwa moja. Lakini yawezekana wewe umekuwa na ugonjwa wa kisukari Kisukari ni kongosho kushindwa kufanya kazi. Kongosho kazi yake ni kiungo, kiko ndani ya mwili wa binadamu, kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulin, na hii homoni ya insulin kazi yake ni kukontrol sukari kwa mfumo ambao Mungu ameuweka. Sasa inapotokea kongosho alifanyi kazi, maana yake automatically kama homoni ya insulin inakosekana mwilini, na inapokosekana mwilini, maana yake hakuna anayekontrol sukari mwilini. Kwa hiyo sukari inakuwa inaingia mwilini bila mpangilio na mwisho wa siku ndio mtu anaanza kuona dalili, anasikia vichomi, ganzi na kujua mara kwa mara na sasa vitu kuchoma choma, unapoenda kupima unakula changamoto ya kisukari. Kwa hiyo sasa unaanisha siku yaanzishwa madawa ya kila siku, ambayo sio tiba, lakini Song'wa Traditional Clinic na dawa yetu inaitwa ntunde, ambayo dawa hii ya ntunde inaenda kutibu chanzo cha tatizo, kwa maana ya kutibu ile kongosho, ili kongosho lipone lianze kuzalisha homoni ya insulin na insulin ikontrol sukari kwa mfumo ambao Mungu ameweza kuweka na kupona kabisa na kurudi kwenye maisha yako kama zamani, na utakula chochote bila masharti ya aina yoyote. Lakini yawezekana uko na changamoto ya maambukizi ya, ya, ya VVU, virusi vya HIV. Yawezekana kinga zako za mwili zimeshuka, yawezekana wewe ni mzee au una maambukizi ya ukimwi, lakini mtu kadiri humu unavyokuwa kinga za mwili automatically zinashuka. Tuko na dawa yetu inaitwa Mayu ambayo dawa hii ni nzuri sana kwa mtu mwenye kinga zake za mwili zilizoshuka lakini pia kwa mtu ambaye ana maambukizi ya HIV huwa tunashauri aitumie dozi ya siku ishirini na nane ukitumia siku ishirini na nane hatusemi nini utaona lakini utaona miujiza na uwezo wa dawa hii ambayo imekuwa ikifanya kwa watu wa changamoto ya namna hiyo lakini awezekana wewe uko na changamoto ya kuishiwa damu mwilini yawezekana pengine unaugonjwa anemia enemi, au na changamoto aina yoyote napungukiwa damu mara kwa mara, tuko na dawa yetu Meninga syrup ambayo ina uwezo mzuri sana wa kuweza kuongeza damu mwilini na da, baada ya hapo tatizo ambayo linasababisha damu liishe upungua mwilini litakuwa limemalizika. Lakini yawezekana uko na changamoto ya athma au pumu, tunayo dawa yetu ya Buzo syrup Dawa hii ni nzuri sana kwa mtu mwenye changamoto ya athma, pumu, allergy aina yoyote, ukitumia dawa hii itaweza kuondoka na kumaliza tatizo hilo. Lakini inawezekana wewe una uvimbe kwenye kizazi fibroid, unaweza kuwa na uvimbe kwenye kizazi. Tuna dawa yetu ya Mwashi ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya changamoto ya fibroid, uvimbe kwenye kizazi. Lakini kama una tatizo la PID umekuwa ukilitibu mara kwa mara na likuwa likijirudia, hauponi, na tibu narudi, na tibu narudi, basi tukushauri uweze kututembelea Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili. Ni taasisi kubwa sana ambayo ambao inatibu tatizo la PID kwa dawa yetu ya Lonzwe, kupona kabisa na haliwezi kujirudia. Ni wapi unaweza kutupata? Kwa mkoa tunapatikana Tanzania nzima lakini makao makuu ni Moshi Kilimanjaro, Kibosho Road, hapa ndio makao makuu ya kituo chetu lakini pia tunapatikana Arusha maeneo ya Banda Mbili Mbauda, lakini tunapatikana Dar es Salaam Mbezi Mwisho karibu na stendi ya Magufuli, lakini tunapatikana Morogoro mjini Mazimbu karibu na mahakama ya mwanzo ya Mazimbu, lakini tunapatikana Dodoma Emausi ya kwanza barabara ya kuelekea Kisasa, Emausi ya kwanza karibu na shule ya Anglikana DCT, lakini tunapatikana Shinyanga maeneo ya Kahama mjini, tunapatikana Mwanza Buzuruga karibu na shule ya msingi ya Buzuruga. Lakini tunapatikana Simiyu, Maswa, Mnadani B maarufu kwa mamarifonzi. Lakini tunapatikana pia Kigoma, pale Kigoma mjini utapata huduma yetu. Mbeya tunapatikana Nzove, pale utaweza kupata huduma zetu. Lakini pia visiwani Zanzibar tunapatikana Fuoni, kituo cha Getini, karibu na kituo cha polisi lakini pia Song'wa Traditional Clinic kama ilivyosema ni taasisi kubwa ambayo imesambaa kwa uwezo na uaminifu wa huduma zetu. Tuko mpaka nje ya Tanzania, tuko Nairobi Kenya, utaweza kupata huduma yetu. Tuko pia eh, Zambia Zambia pale maeneo ya Lusaka mjini utaweza kupata huduma zetu. Tunapatikana pia Botswana, pale Menimo Gaboroni utaweza kupata huduma zetu. Tunapatikana South Africa pia Pretoria, utaweza kupata huduma zetu. Tunapatikana Malawi Mzuzu pale utapata huduma zetu. Tunapatikana Lubumbashi Kongo, utapata huduma zetu. Tunapatikana Rwanda, tunapatikana Burundi. Kwa hiyo tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukituma dawa nchi yoyote duniani na watu wamekuwa wakipata dawa na kupata uponyaji, na Mungu amekuwa akitutumia kwa ajili ya namna hiyo. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye mtandao wetu wa kijamii, kama unavyoiona ina display pale, tutembelee kwenye mtandao wetu wa kijamii YouTube, eh, Facebook Instagram, website lakini kwenye YouTube utaandika Damaki TV, utaweza kuona mafundisho mengi zaidi ambayo tumekuwa tukiyatoa, na sisi tumekuwa tukisema kwamba ukipiga namba utaongea na mimi mwenyewe moja kwa moja. Kama huko nje ya Tanzania utaanza na plus 255 lakini kama uko Tanzania utaanza na 0752629252. Sisi siyo walewale wale. Afya yako jukumu letu.